Tuko na wananchi pale nyumbani, sisi tunajua shida yao na sisi tunamkua kila siku asubuhi kufuata kwa mambo ya basari. So swala hili la basari tunaomba kwamba lisiweze kutolewa, haswa kwa sababu likitolewa vile ambavyo inafatilizia, tutaumia haswa sisi ambao ni viongozi wa mashinani, na wengine watakuwa kidogo na ugumu kwaona wakipitisha hata pitisha mambo mengine. Nafikiri hiyo ndio jambo ambalo tunaona ina uzito zaidi. Kama inaweza kupatikana suluhu hapo, nafikiri kazi ya seneti na sisi ambao tuko huku chini kwa magatuzi itakuwa rahisi zaidi, na tutaona mtiririko wa huduma ambao inatoka kwa wananchi. Tumeongea na spika, tumeongea na MCs wote na wamejitahidi kuona kwamba sheria zile ambazo zinahusika sana sana na kuzanyi kodi na mambo mengine yale wametekeleza kutoka ukatuzi uanze sasa. Imepita miaka kumi, kwa hivyo ile sheria ilitengenezwa 2013 2014 2025 imeisha na ifai kuwa ikitumika kulipisha pesa wananchi wa Kenya. Sisi kama senate tumeadvise ya kwamba kwa sababu county government zinasimamia watoto wengi wetu ambao wako na shida ya shule, hizi county government Kilifi ikiwa moja yao, pamoja na county government zote za Kenya, wafanye MOU, wafanye makubaliano kupitia kwa intergovernment relations committee, waandikishane kwamba county government imekubali kuendelea kulipa hizo pesa ili kusiwe migogoro na wananchi wasipa